Well, uh, session ya leo tulisema tuchukue maswali kutoka kwa wadau wadau, yes. Wana maswali mbalimbali mbali, nini tuyachukue afu ya discuss tuone kama tunaweza yeah. Black and white unaeza tukayajibu, ina kale ka msemo ka chini kale inasema sasa. eh, eh, uh, uh, sidhani kama tushai kukaa tukazungumzia jambo juujuu kwa sababu kila swali linaloulizwa litaenda lazima lichimbwe eh. Sasa katika kuchimba huko basi mm -hmm. Mi naanzisha naanzisha mchimbo. Na sa mzisha, swali she. la kwanza ni linahusu huu uh, mtu kauliza kuhusu tires, kauliza brand gani ya tairi ni nzuri? mm -hmm. Saa lakini, before hatujaenda kwenye brands, hebu tujikumbushe kwanza mwanangu e, yani tumetoka wapi mpaka leo hii tunaongelea brand za matairi uh, tulianza na mbao na chuma yes. Ndo zikaa zinatumika ku move yeah. Sindio kama tairi, mbao na chuma. Tumetoka mbao na chuma, ikaja ndo tukaweka upepo kwenye tairi, sindio? Kwenye raba, ikaja ikawekwa raba. Yeah. afu baada ya raba ndo raba ikaja ikaweka upepo, unaambiwa kipindi uh, upepo unawekwa kwenye actually, kipindi raba inawekwa kama part ya tire, unawaambia watu, walikuwa wanaona watu ni machizi, yaani mtu anakuambia haiwezekani, yaani uwezi ukaweka raba ika sio high. Ilipata backlash kubwa, kichizi, kwa sababu auaza kuongelea kipindi cha zamani, wakati tunatumia farasi mm ah uh, ile horse carriage ile ilikuwa inawekwa tairi za mbao. Okay, sawa so, yeah. wooden tires uh, Mm. Ndo ilikuwa naonekana ndo the most sensible thing. Baada ya hapo itabidi uweke maybe chuma mixa ya chuma, nambao, chuma nambao. Raba, na mbao kuweka raba halafu, tena kumbuka, kipindi hicho raba ilikuwa ni material...